Ninasema nchi, nchi, nchi, isikie neno la Bwana. Isikie <coughs> mm. Bwana asema hivi, Andikeni ni habari za mtu huyu mm. Kwamba hana watoto <coughs> kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Zote maana hapana mtu katika uzao wake mm. atakayefanikiwa akiketi mm.